Shalom, karibu kwenye wasaa mwingine wa tafakari za Njoo Ule Ukue. Leo ikiwa ni somo la kumi, somo la toba. Basi tuende mbele za Mungu, tumkaribishe Roho Mtakatifu na tuombe uwepo wa Bwana ukapate kuwa pamoja nasi. Mungu wetu wa baba yetu, katika, kati katika, katika jina la Yesu nakuja mbele zako saini wakati mfame tukiomba toba, tukiomba rehema, tukiomba msamaha wako katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya thamani, damu ya msamaha, naomba utakaso wako ukapate kuwa juu yetu, ukapate kutuhurumia, ukapate kuturehemu, ukapate kututakasa, ili kuomba kwetu ukapate kuwa sawa na vile ambavyo umekusudia katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu, damu ya msamaha, ikapate kutosha, ikapate kuturehemu, ikapate kutusamehe, ili hali yote ambayo tunayafanya ikapate kuwa sawa na mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Karibu Roho Mtakatifu, karibu na nguvu zako, karibu na mamlaka Amen. Leo sasa tunaangalia toba, na kabla tujaanza ile somo somo fupi tu, kabla tujaanza nataka niwaonyeshe uh, hivi vitabu, kwa wale ambao wanavijua hiki kitabu cha toba kimezalisha shuhuda za kutosha, yaani shuhuda nyingi. Huku ndani tuliweka tu shuhuda, nadhani takriban ziko thelathini. Na hiki ni toleo lililokwepo, toleo la zamani, na sahizi toleo jipya ni hiki, ukakutana uka, uka nacho unapoulizia, hivyo vipatikani tena, vimeisha. Na hiki sasa ndo toleo jipya, yani toleo ambalo ndo lipo sasa kimeboreshwa zaidi, lakini pia kimeandikwa vizuri zaidi, na kimsingi vitu vingi ni vile vile, isipokuwa tu kuna baadhi ya vitu vichache vimeongezwa, na pamoja napo kipo pia cha Kiingereza hiki sasa, hiki cha repentance, hakina tofauti na hiki, yaani kila kitu viko sawa, utofauti wake upo tu katika lugha, ndio maana hata Uh, majalada yanafanana, lugha tu ndo tofauti. Kicha Kiingereza kicha cha Kiswahili, lakini vyote ni viko sawa. Vinapatikana St Joseph uh, kwa Kotrida, watu kanisani kulia, vinapatikana mm -hmm, kwa tena la watu kiingia kanisani kulia karibu na sanamu ya Mtakatifu Yosefu. Vinapatikana pia Paulins Bookshop kwa Dar es Salaam kwa sista wa Mtakatifu Paulo lakini pia vinapatikana mikoani na vinapatikana pia hata kwa wenzetu wa Waombaji na Waombolezaji. Yani, ukimjua mtu yoyote ambaye yupo kwenye huduma hii anaweza akakusaidia. Na pia vinapatikana Mikocheni kwa mama anaitwa mama Swai, namba yake simu 0689670947 unaweza pia ukamtafuta akakusaidia. Basi na e, mikoa mikoa kadhaa pia vinapatikana kwa wa huduma hii ya Waombaji na Waombolezaji kwa hiyo naweza pia uka, ukisikia ukakitafuta huko. Sasa turudi kwenye somo lenyewe la toba. Kwa nini toba ni muhimu? Toba ina umuhimu wake hmm. na hasa ukikipata hicho kitabu, kama hujai kufanya maombi kabisa, tafadhali sana anza na toba ya msingi, utajuta kuna vitu utaviona, utabaki unashangaa. Hakuna mtu ambaye amefanya haya maombi akawa, akafanya kweli kwa nia, asikutane na vitu. Yani unaweza ukashangaa maono utakayoyaona huko sio ya mchezo. Weka tu bidii yako, na kama utakutana jambo lolote, unaweza kanitafuta wakati wote kwa whatsapp kwa namba yangu ya simu 0767909802 utanipata, au nitumie tu message ya whatsapp nitakujibu eh. Lakini tafadhali anza, soma sura ya kwanza, imeelezea vizuri sana utaratibu wa kufanya haya maombi, na mara nyingi wanashauri Unapofanya haya maombi na maombi mengine usichanganye kingine chochote. Fanya haya maombi siku thelathini tu. Ene hata yatakupa majibu hata yale uzao ya ya yani wa wako. Shuhuda, fanya maombi siku thelathini yatakupa majibu, niweke shuhuda zote ambazo shakutana nazo mpaka sasa nadhani kitabu kizima kingejaa shuhuda tu, lakini shuhuda zipo nyingi nyingi mno. Wengine wametolewa mpaka magerezani, kesi zao zimegeuka, zimegeuzwa, zimefutwa. Walikuwa wamehukumiwa mm. me kifungo cha kunyongwa, wengine zimebadilika, zimekuwa maisha. Mwingine amekuja kuangalia, wamekuta kwamba hukumi nageuka. Wakati mwingine shetani yupo kazini, kwa hiyo tusifanye mchezo. Katua sasa, mbona naomba sana, nafunga sana tua sadaka sana, mbona Mungu anijibu? Unaweza ukafikiria Mungu akupendi, kumbe tu ni yale dhambi ndo zinakuzuilia ku, zina na dhambi nyingine hata sio wewe umezifanya nyingine, tu ni kutoka kwenye chimbuko ulikotokea au chimbuko ulikooa au ulikoolewa. Unakuta kwa mfano mtu amekaa uh, miaka uh, mingi haolewi, lakini sio peke yake, ukiangalia kwenye familia yao karibia kila mwanamke haolewi hata yule alipambana akaolewa adumu kwenye ndoa. Unaweza kafikiria kitu cha kawaida lakini sio. Unakuta kwenye familia wanaume wakifika miaka arobaini wanakufa, yani mpaka watu wanajua, anasema nasema hii ni yani, kawaida, sio kawaida. Kuna vitu hapa lazima mshughulike, mkate hizo connection, mkate hiyo miunganiko ndio maana neno katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 4 mpaka wa 10 inasema hivi: tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wake hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba tukitenda dhambi twamfanya kuwa Mungu wala neno lake limo mwetu. Ukitaka kufanikiwa, tubu, na haya maombi usichanganye na maombi mengine. Bwana akusaidie sana, yani akusaidie sana ukiwa mwaminifu utamwona Mungu kwa viwango vya ajabu sana. Yaani, shuhuda ziko nyingi, ziko nyingi mno mno. Tunamwona shetani ambavyo alienda kujihudhurisha mbele za Mungu, ndio hivyo hivi, anafanya hata sasa. Ndio maana naambia, mshtaki wetu ibilisi yupo anazunguka zunguka ili ila atumeze, lakini sivyo hivyo tu, anashtaki ndugu zetu usiku na mchana. Kushtaki manake nini? Anakuinulia hati ya mashtaka ili kile ambacho Mungu anataka kukubarikia kisifanikiwe, maombi yako yasipae mbele za Mungu, yasipate kuwa manukato, yasipate kujibiwa. Ndo maana yake. Lakini toba kazi yake ni nini? Kuondoa hayo yote, kumpa sasa Bwana mamlaka ya kushughulika na mambo yako, ndo maana yake. Ndiyo maana toba inakuja, yaani ukishafanya maombi unashangaa vitu ulivyoviomba muda mrefu vinarudi. Bwana akubariki sana akusaidie uweze kufanya machaguzi yaliyo sahihi, na ukihitaji msaada, tafadhali usisite kunitafuta nikusaidie, au kama unaweza kumfahamu mtu mwingine yote kwenye huduma, alishaka kwenye huduma muda mrefu, anaweza kusaidia pia. Akiona hawezi, kuna viongozi, akiona hawezi ataipeleka kwa viongozi husika, au atanitafuta ata niunganishe na wewe. memamuu sikupungukie Mungu wetu wa baba yetu, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili sana, wakati umfame, naomba uendelee kuwa pamoja nasi, uendelee kutushika, uendelee kutukumbatia na ukatusaidia kwenye yote na juu ya yote, ili makusudi yako Bwana yakapata kufanikiwa katika jina la Yesu. Sifa utukufu, heshima na thamani za kwako peke yako Bwana. Akubariki sana, shalom.